Karibu kwenye makala fupi ya Tanganyika Christian Refugee Service, yani TCRS. TCRS inatekeleza mradi wa kuijengea jamii uwezo, mradi huitwao inclusive community resilience. Katika kata ya Tawa, TCRS imeanzisha vitalu vitatu ambavyo mpaka sasa vimezalisha zaidi ya miche elfu hamsini miche hiyo imekuwa ikisambazwa katika taasisi mbalimbali kwa wanajamii, lakini hata kwa watu wa wilaya za pembezoni nao pia wamekuwa wakichukua miche kwa ajili ya kupanda katika maeneo yao. TCRS imefanikiwa kuanzisha mashamba mbalimbali mbali ya miti katika maeneo ya Morogoro vijijini na sehemu zingine. Katika shule ya sekondari ya Tawa imeanzisha kitalu na wanafunzi wamekuwa wakishiriki katika kuzalisha miche kwa ajili ya faida ya shule, lakini pia ili kurithisha nyenzo bora za utunzaji wa mazingira tangu wakiwa mashuleni. Waalimu pamoja na wanafunzi wanaelezea kwa kina zaidi. Anaitwa Mwalimu Riziki Emanueli, mwalimu wa Tawa Sekondari, mwalimu wa masomo ya fizikia na hesabu, lakini pia ni mwalimu wa mazingira. Tuko Tawa hapa, tunajihusisha na uzalishaji wa miche. Miche hii tunayozalisha imegawanyika kwenye makundi mawili, miche ya kwa kundi la viungo na miche ya mitiki kwa kundi la mbao. Tunashirikiana na shirika la TCRS kutuwezesha katika uzalishaji. Sisi kama shule, wawajibikaji wakuu ni wanafunzi. Tunazalisha miche hii kwa faida kuu zifuatazo: kwanza, kuendeleza shule yetu kwa kipato, lakini pia kuisaidia wilaya kugawa miche kutokana na kauli mbiu ya kupanda miti ya viungo. Kwa hiyo kutokana na uzalishaji huu, miche inayopatikana hapa kama nilivyosema ni miche ya viungo. Kitalu kimekuwa, tumeanzisha kitalu hichi mwaka elfu mbili na ishirini. Kwa hiyo huu ni mwaka wa nne katika uzalishaji wa miche yetu. Tumeuza kwa kiwango na tumepata faida pia, ikiwemo kutengeneza choo kwa wanafunzi, lakini pia tumeweza kuunganisha umeme, kuungana na mazao haya ya kuuza miche mikarafuu lakini pia tumenunua eh, stationaries ikiwemo printer, lakini kompyuta kwa ajili ya kurudufu mitihani ya wanafunzi hawa, wanafunzi walioko nyuma yangu ambao ndio wazalishaji wa, wa miche hii waweze kunufaika na mazao haya. Lakini pia kwa kiwango hichi tulichozalisha tunatarajia kuunganisha umeme shule nzima, lakini pia kuboresha zaidi katika swala la akademiki kwa wanafunzi, lakini pia tunatarajia kuweka mchango wa chakula kwa wanafunzi kulingana na miche hii. Kwa majina naitwa Asumani Ali, ni mwanafunzi wa Tawa Secondary School na ni mwanafunzi ambaye anajihusisha katika sala utunzaji wa mazingira. Kwa mimi kama mwanafunzi, nashiriki katika h utunzaji wa mazingira kwa kupanda kwa kupanda miche, kumwagilia na kuitunza, ili iweze kupata manufaa kwa ajili ya shule yetu. Pia katika shule ya msingi Dandasi miche zaidi ya elfu moja imegoewa katika shule hiyo na imepandwa na wanafunzi kwa usimamizi wa walimu. Na wanafunzi wanashiriki vyema katika kuitunza miti hiyo hapa wakieleza kwa kina zaidi. Kwa majina naitwa Mwalimu Robert Mtagaya Sobat, mkuu wa shule ya msingi Bandasi. Leo tumepata fursa ya kutembelewa na wadau wetu, wadau elevu kutoka shirika la TCRS ambao wanafanya kazi mbalimbali duniani, ikiwa kazi mojawapo ni kukabili mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwa hapa shuleni tumeweza kunufaika na shirika hili wa kupata miti mbalimbali mbali ya viungo eh, ya matunda pamoja na mbao. Tuna shamba la mdalasini kama hivi inavyoonekana, lakini pia kuna mikarafuu ya hamsini walituletea, tumepanda katika eh, eneo la shule hili. Kwa hiyo hadi eh, wakati huu e, eh, TCRS wanaendelea kusupport sana, tuna, tuna mradi wa choo pale unaendelea ambao unaelekea kukamilika, bado wanasupport sana. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa kazi kwa hii jukumu ambao wanalichukua kuweza kuboresha mazingira pamoja na masuala ya afya. Lakini pia kama inavyojulikana sasa hivi duniani kuna kitu kinaitwa mabadiliko ya tabia nchi. TCRS umechukua jukumu kubwa sana ukabili hilo. Kwa hiyo tunapopanda miti ambao ni sehemu mojawapo au watoa mojawapo maridhawa ya kuweza kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi, kwa nafasi hii, kwa wakati huu niwashukuru sana TCRS. Mungu awabariki. Karibuni sana Bandasi, mnapopata wakati mwingine, bado tunahitaji fursa zenu na ushirikano wenu mkubwa, ili tuyatunze mazingira na yenyewe yaweze kutunza, maana bila mazingira afya ya binadamu au maisha ya binadamu yako hatarini. Kwa jina naitwa Huseni Zengo, nasoma na shule ya msingi Bandasi. Nashukuru na sana wadau wote wa TCRS, wametuletea miche ni ya mdalasini, ni karafuu, kiparachichi na tumeweza kupanda imeota vizuri, na shukuru sana baadaye tutapata tutavuna mapato tutaenda kuuza na kusaidia chuo yetu. Kwa majina natosha shabani ya mangu utokea shule ya msingi Bandasi. Tunashukuru tusiaraesi kwa kutuletea miche ya mikarafuu mdalasini, baadaye tutauza na kupata faida. Viungo, na tunashukuru shule nyingine ambazo zimekuwa zikifaidika na mradi huu ni shule ya msingi Kisarawe, shule ya msingi Kifindike na shule ya msingi Tawa. Shule hizi zote wamekuwa wakipewa miche ya miti mbalimbali kwa ajili ya kupanda shuleni mwao. Mradi huu umekuwa ni kipaumbele kwa ajili ya utunzaji wa mazingira, lakini pia kwa ajili ya kuwawezesha wanajamii kuongeza kipato, na hapa ni baadhi ya vijana wanufaika wa mradi wakiongea maneno kadhaa au wakielezea kwa kina namna wanavyofaidika. Kwa majina anaitwa Mbaraka Tadei, ni mwanakijiji wa kijiji cha Kifindike na mwanakikundi, kikundi cha vijana na mazingira endelevu kinachosimamiwa na shirika la TCRS. Kikundi hichi ambacho kinashughulika na uzalishaji wa miti ya viungo na matunda, miti hiyo iko aina tofauti tofauti, ambayo tunazalisha mikarafuu mdalasini miti mingine ya maua na matunda. Tumejengewa uwezo wa kuzalisha hiyo miti na shirika la TCRS. Hadi hivi sasa tuna uwezo wa kuzalisha hiyo miti ambao tuna uwezo wa kuzalisha miti kuanzia elfu ishirini yani hadi elfu hamsini Miche hiyo tunaozalisha inanunuliwa na shirika, wadau na serikali, hivyo serikali shirika la TCRS na wadau wakaja na mkakati mwingine wa kuzalisha miti ya viungo ili kutunza mazingira. Tukajengewa uwezo na shirika la TCRS. Tunazalisha miche aina tofauti tofauti ya viungo ikiwemo mkarafuu, dalasini, kokoa na korosho na miti mingine ya matunda, lengo kuunga juhudi za serikali kutunza mazingira na kujipatia kipato. Tunawakaribisha wadau kuja kununua miche hapa katika kikundi chetu. Naitwa Agostine Njoro, ni mkazi wa kitongoji cha Dekedeke kijiji cha Kifindike kata ya Tawa. Ni mkulima mdogo mdogo wa mazao ya viungo kama kama huu niokuwa nao hapa, mdalasini, kuna pilipili, kuna vanila haya, na ndio kulima wangu mimi. Nilianza mwaka elfu mbili ishirini na moja. Niliamua kulima viungo hivi kwa sababu ya kujiokoa na maisha yetu, maisha yetu ya duni huku kijijini kwa hiyo fursa ya TCRS ilivyokuja, nikaonelea bora hapa hapa niingie kwenye hii fursa, nifanye kazi ya baadaye, mambo yakawa mazuri na mimi kaendesha maisha yangu. Mbinu tunayotumia kulima ni kuchanganya mazao shamba moja, kama vanila, mdalasini, pilipili, yote tunachanganya katika shamba moja, lakini pia kwa nafasi zinazoshauriwa na wataalamu. Ndio kazi tunayofanya kwa asili ya mazingira yetu ya milima huku kijijini, kwa sababu trekta aliingia huku mabonde hakuna, tunatumia jembe nga ndo tunafanya kazi hadi shamba linakuwa kweupe, kanda miti alizi zetu ina rutuba ya kutosha hiyo hatutumii mbolea. Changamoto zipo ila sio kwa ukubwa. Mungu anatujalia miti inakuwa pasipokuwa na matatizo kivile. Malengo yangu ya baadaye ni kuwa mkulima mkubwa wa mazao ya viungo, hivyo tunaomba serikali, wadau na mashirika ili mtusaidie kutujengea uwezo wa mazao yetu kuinuka kibiashara zaidi, ikiwemo uongezaji wa thamani ya mazao. Kufanya hivyo itakuwa serikali imetutengenezea mabilionea wengi vijana, kutuondoa kwenye wimbi la umasikini. Hizi ni vanila zimezaa, na hapa zishafikia kwenye kuvuna, kwa hiyo baada ya miezi kadhaa tunavuna mabosi wa kiji. hii ni vanila, hapa ina miaka minne toka nipande, na kwa sasa mara inazaa, na nategemea baada ya miaka ijayo niwe mzalishaji mkubwa wa vanila. Huu ni mdalasini. Na humu nitatukia mnazi. Jamani, ndugu zangu, ngeni kwenye mti naamini tunatusua maisha. Naitwa Alfonsi Masuke, ni mwezeshaji natokea shirika la TCRS. E, ni msimamizi wa vijiji cha Uponda na Kifindike katika mradi wetu wa kujengea jamii uwezo wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Hiki ni kitalu chetu kama vilivyo vitalu vingine maeneo mengine ambapo tumekuwa tukivisimamia. Lengo mahususi hapa ni katika kuwajengea uwezo vijana wa kuwa na ile hali ya utu wa mazingira lakini pia katika kujipatia kipato kupitia uzalishaji wa miche. Tunazalisha miche ya viungo aina ya mikarafuu, tuna michikichi lakini pia tuna tuna, tuna kokoa tuna, na mazao mengine anayohusiana na viungo ikiwemo vanila mdalasini nmingineo lengo la uwepo wa hiki vitalu ni katika utunzaji wa mazingira. Miaka ya karibuni watu wengi wameona hakuna umuhimu wa wa hakuna upandaji wa miti eh, au watu wengi wamekuwa wakipanda miti lakini utunzaji wake unakuwa ni hafifu. Hiyo kuja na njia mbadala ya, ku ya kuwajengea uwezo wa kupanda miti ambayo ina uwezo wa kuwapatia faida inaweza ikawa ni njia bora ikawa ni njia bora ya utunzaji wa mazingira, maana ndo mana kama wadau a tukihamasika kusapoti utoaji wa hii miche ya viungo kwa kushirikiana na serikali na wadau wengine mbalimbali kugawa kwa wananchi kwa ajili ya kutunza mazingira, lakini pia kujipatia vipato pale itakapokuwa imekomaa vizuri. Asante ndugu msikilizaji, asante kwa kusikiliza makala hii fupi ya TCRS kutoka kwenye mradi wa Inclusive Community Resilience.